Mi nawashukuru sana watazamaji wote ambao wapo pamoja na mimi kuanzia Januari mpaka sasa hivi Desemba ambapo tunamalizia mwaka 2016. Asante sana kwa kuwa pamoja na mimi kwenye Cloud Z, Cloud TV. Kile kitu kimekuwa under control, bila nyinyi Cloud Z isingekuwa ina bang vizuri mtaani, asanteni sana lakini, kumbuka kwamba Cloud Z ya leo iko powered by Airtel, ambapo kwa msimu wa sikukuu ukiwa na mtandao wa Airtel, basi unapata faida nyingi sana na huduma bora kabisa, ambapo cha msimu ngi unaweza kuwapigia simu ndugu zako au jamaa rafiki, ambao wapo nje ya nchi au kuwatumia pesa ndugu zako ambao wapo nje ya mji kwa ajili ya sikukuu, na hiyo yote inaleta na mtandao wa Airtel, ambapo unatumia Airtel Money. Upo hapo, basi cha kufanya, please enjoy the radio Clouds, karibu sana. Siku tatu kumekuwa na Swahili Fashion Week ikienda sambamba na tuzo ambazo zilikuwa zinatolewa kwa wadau na pia kwa wanamitindo mbalimbali. And this is how it went down. Uh, Tesi kabisa ambao tofauti ambao nimeiona ni, ni kwamba madesigner wameongezeka kidogo. Competition ilikuwa kubwa sana kwa young designer upcoming, and then kuangalia pia the fabrics ambazo designer ambazo wamezitumia, wamejitaribu kuchagua zile ambazo kidogo ziko unajua, mtu ambao unaweza kuvaa katika mazingira mengi sana kwa Dar es Salaam. Ukiangalia kupitia kwamba is hot kwao, watu wameangalia sana kile kitu ambacho tuseme kwamba kuendana na mazingira yeah, iko ndo tofauti ambayo nimeiona kupea. Hi. Oh, yes, I'm so hot. Uh, Noel has my phone so I've come, I'm sorry for interrupting this interview. Moja ya vipengele ambavyo huwa vinasubiriwa sana ni style icon of the year na safari hii imeenda kwa Elizabeth Lulu Michael Star wa Bongo Movie. I'm surprised kwanza. I didn't see this coming. Yaani niko surprised kuliko unavyoelewa. But I'm thankful na shukuru. I have my own taste. Hicho ndo ninachoamini. Mimi siangalii nani kavaa kapendeza. Mimi naweza nikaona mtu fulani kavaa nguo fulani kapendeza, lakini nikajua mimi haiwezi kunipendeza. Yule amempendeza mimi haiwezi kunipendeza. So I I don't force it. I have my own taste. Kile ambacho nahisi mimi ndo kinaweza kunipendeza ndo I go for that. Lakini si angalie oh, ile ilimpendeza friend, na mimi itanipendeza. Na hicho ndo kinachonifanya ni tofauti. The man behind Swahili Fashion Week, Mustafa Hassanali, alikuwa na haya kusema kuhusiana na onyesho hilo. Ah, mwaka huu tulianza Swahili Fashion Week na Warsha, Fashion Apparel and Textile Conference ambayo tulikuwa tunajadili Uh, jinsi gani tutaendeleza tasnia ta ya ta ta ta ta ta fashion nchini Tanzania. So kwa hayo tu nadhani Swahili Fashion Week 2016 imeshatimia na tunaandaa kwa ajili ya kusherehekea miaka kumi ya Swahili Fashion Week, uh, week ambayo itafanyika kutoka Disemba 1 hadi tatu jijini Dar es Salaam. Eh, bwana hii dasalaebwana, itakuwa ni time nzuri kwa Darasa. Acha maneno weka mziki na kutanisha na maproducer wakali ambao wametengeneza hii ngoma ya Darasa muziki. Uh, maandalizi ya muziki yalianza studio. I mean, Mr. VS alipiga skeleton ya beat tukaipeleka kwa aba aba, akapiga vitu vyake ma tradition maneno maneninini, ambayo unapata umo full sound. Baada hapo tukaichukua tukaipeleka kwa baba tukatia mavoko pale mamixing ya hatari na mamastering yote pale parazo bit. Yeah. Na wala sio biashara ya mtu, ni kazi ya Mungu. So, wa, wakati ya rekodi studio tulitumia nguvu nyingi sana na shukuru mapundizo wangu, tunapoteza usingizi mwingi sana kwa ajili ya kupata quality na kupata kazi ambazo zitanda zitakuwa zina ubora mkubwa. So, ilianzia huko kwenda kwenye video pia, na alitumia kadri ya uwezo wake kuhakikisha tunapata video yenye ubora na, ilikuwa ina cost kubwa, lakini all and all, baada ya kuwa tayari tumepata audio ambayo inajitosha kwenda popote Darasa anaongelea kuhusiana na privilege hiyo. Mimi naandikaga mistari ambayo waga haiendi mbali. Madini anajuana, Ruge ni mastermind na ameshafanya vitu vikubwa sana vya kutosha kumheshimu. So kwa kwa mimi huwa naweka akili nyingi sana kwenye kazi zangu. So mtu ambaye anatumia akili nyingi kufanya mambo yake lazima atakuepo kwenye kiatu changu tu. Uh, kwa kwa kwa mheshimiwa lazima niseme asante sana kwa yeye kusema, inawafungua, ina ina watu wengi sana ambao pengine waliona ile sio nafasi au sio sahihi kusema wasikie. So mimi na mimi na appreciate kwa big boss alichosema na naheshimu, na mimi namuahidi sitomwangusha kwenye kazi so tafanya analofanya kuhakikisha tunatengeneza dunia kuwa sehemu nzuri ya ya kuishi much respect kabisa kwenye nahusiana na na mkubwa na wanawe. It seems like another series kutoka kwa mkubwa na wanawe. Kwanza alikuja na ya moto band, alafu kaja na Salam TMK. Sasa hivi, series inaendelea mpaka kwa madada sita. Mimi kwa majina yangu naitwa Lillian Hazard, lakini la usanii natumia Liz Artist. Nimetokea Mwanza Geita, alafu kushoto, kushoto kwangu anaitwa Favel katokea Mwanza pia alafu hapa anaitwa Katrima katokea Musoma. hapa anaitwa Emi Wimbo katokea Iringa. huyu anaitwa Mina katokea Tanga. alafu huyu hapa anaitwa Love Moms katokea Zanzibar. nakupa nafasi kwenye Clouds ya kuwasikia madada sita akiongelea kuhusiana na projekti yao, na pia kama kidogo isikilize inakuwaje. mimi naitwa Emi Wimbo mimi bwana, kwenye vesi yangu kosa silijui, mimi naona tu mtu ka change. Yani, vitendo vyake tu vinaonyesha anitaki. Ndio mi namwambia baby tell me why. Kwa majina anaitwa Love Mums, mkipendwa nanita Mariam. Katika nyimbo nzima mi nimesimamisha chorus, ambayo ndio inamaanisha kwamba siamini ni yani jinsi gani amenifanya ame mpaka nasikia nimeumia moyo, moyo wangu kaniumiza. So korasenye inasema siamini, umetumwa kufanya moyo uwe na matobo, najiona napenda, kumbe mwako moyo ni mikasorobo. Nimeshakuwa muoga wa kupenda kweli, asiyetosheka ni kidonda. kwenye Instagram unanicheki muda wote unaotaka, nicheki kupitia page yangu ya Instagram ya Shaday au katika Facebook fan page yangu ya ya, ya Shaday. Lakini pia asante sana kwa mtandao wa Airtel kwa kuwa pamoja na mimi make sure na, na kuwa na mtandao wa Airtel especially katika msimu huu wa sikukuu ambapo unapata faida nyingi sana kupitia mtandao wa kwa kunipa support kubwa ndani ya Clouds with this beautiful hair. Bye bye.